Karibu tena kwenye shirika la DreamStart Labs. Ndani ya hii video ninaonyesha namna gani kundi linaweza fanya gao lao wakati wamefika mwisho wa mkutano ama mwisho wa kipindi yao. Lakini seme kwa mfano kundi inapenda kugawa pesa zao mbele ya kufikia mwisho ya kipindi kwa masababu fulani fulani, namna gani anaweza kufanya hivo? Basi mtatambua kwamba ndani ya video yenye ilipita nilionyesha namna gani mbele ya kufanya gao, kipindi inahitajika kulipa ama wanamemba wanahitajika kulipa mikopo zao zote na mande zao zote. Kama wafanye hivyo, application ya DreamSave haiwezi kuwakubalia kufanya hiyo gao ya mwisho ya kipindi. Basi namna gani wanaweza kufanya ili wapite ugawa pesa zao yote? ni ndani ya hii video. yote ni kwenda kwenye mikutano hapo utaona hapo ambao wanaandika maendeleo ya gao, kisha hapa chini wanaandika kuona calculator la gao, unafinya hapo. Hapa kunakuwa taarifa kuhusu kundi na taarifa kuhusu wanamemba. Taarifa kwenye kundi hapa wanakupatia kiasi ama jumla za viasi vyote ambazo hii kundi inakuwa nayo, na kwenye taarifa ya wanamemba wanakupatia hivyo hivyo taarifa za wanamemba zote. Basi turudi kwenye taarifa za, za kundi. Tumeshuka chini, tunafinya endelea kugawa. Hapo hapo unaenda kwenye taarifa za wanamemba. Hapa unabidi kufanya angalisho, kwani kiasi ambao kila memba tunanapata napata ni ile ambao wanaandika akiba jumulisha faida, akiba jumulisha faida kwa kila memba. Basi ukishamaliza kupana pesa kwa wanamemba wote na kufika mwisho wa gao, application ya Dream Save itatuma ujumbe fupi kwa wanamemba wote kuwajulisha kuhusu hii gao ya pesa zao. Lakini tuseme, inaweza fikia uenda kunakuwa shida ya ufundi Application Dream Save aitume ujumbe basi. Na hapo kama kunakuwa mabishano, inaweza kuwa vizuri mbele tuanze fanya gao kuandika hizi viasi, ni kusema akiba na faida za kila memba fasi fulani. Wakati kunaweza kuwa mabishano, unaweza fikia kukamata hiyo karatasi na kusomea kila memba one pesa zake kama application mm-hmm, Dream Save haikutuma hiyo ujumbe fupi kisha fanya hivyo, tunafinya kwenye endelea kugawa, unahakikisha, ndio basi. Hapa unafinya kwenye mali za gao. Hapa tunakuwa na, na ingine mifuko ya zaidi ama fungu za zaidi kama hivyo: fungu la jamii, pesa za kujitegemea, pesa za maadibisho na hapo kunakuwa option mbili. Option ya kwanza ni kusema, je, unapenda mgawe hizo pesa? Ni hapo wanaandika gao hiyo sasa, ama mnapenda kusukuma hizo pesa mukipindi ya kufata. Basi tuseme kwa mfano hii kundi inapenda kugawa fungu la jamii, tunafinya hapo. Vile vile inapenda kugawa pesa za kujitegemea, tunafinyapo vile vile pesa za madibisho gao hiyo sasa. Pesa za kundi za biashara ama ya biashara, tuseme kundi inapendelea kutuma hizo pesa mu kipindi ya kufuata, tunafinya hapo. Tunafinya maliza gao, basi hapa wanahitaji tu rikodi data zetu. Tunafinya kwenye rikodi, sasa tunasubiri tunafinya kwenye ya kufata na kupatia ngira kwa kumaliza kipindi yetu. Hapa kuna kuwa option mbili. Ya kwanza ni kusema mnaweza anza kipindi mpya. Sasa ya pili ni kusema mnaweza kujidisconnect na kuanza tena, kisha ni kusema kuanza kipindi baadaye. Hii italingana na kundi moja maingine, kama kundi inakuwa na muda ya kuanza kipindi kwa sasa Wanaweza finya anza kipindi mpya. Na kama wanapendelea kuanza kipindi mpya juma ijayo ama siku ijayo, wanaweza finya kujitikonekti na kuanza tena. Kisha baadaye, wakati watakuwa tayari, wataona hapo wanaandika anza kipindi mpya. Lakini kwa malengo ya kujifunza, acha sisi tuseme kama tunapenda tuanze kipindi kwa sasa. Ndio maana tutafinya kwenye anza kipindi mpya. Mm-hmm. Akisha umesoma kisha umefinya sawa. Aha. Hapo nakuwa na hatua fulani fulani kama hivyo, profile ya kundi tunafinya hapo sawa. Hapo utatambua kwamba rekodi zote za hii kundi zinakuwa tuko nazo ndani ya telefon ama ndani ya simu, ni kwetu kurekebisha kama inahitajika, na kama haitajiki tunafinya tu ya kufata ya kufata ya kufata imefanyika na hapo tayari tumemaliza hatua ya kwanza, profaili ya kundi. Utafanya hivyo hivyo kwa hatua zote mpaka mwisho, na wakati utafika kwenye rekodi kipindi mpya, ndakuonesha mambo gani nikusema hapa hapa. Ndakuonesha namna gani tena tunaweza kuendelea mwingine video ya kufata, wakati tunafika kwenye rekodi kipindi mpya. Asante.